Kwa hakika tunaishi katika ulimwengu wa kidijitali unaoendelea kubadilika kila uchao. Katika kipindi hiki cha mabadiliko ya sayansi na teknolojia, TEHAMA inagusa kwa karibu kila nyanja ya maisha yetu, kutoka kazini hadi kijamii, kujifunza na kucheza. Enzi ya kidijitali imebadilisha jinsi vijana wanavyowasiliana, kujuana, kutafuta msaada, kupata taarifa na kujifunza. Ni lazima tutambue kwamba vijana sasa ni watu wa mtandaoni wanaopatikana kupitia njia mbalimbali kama vile kompyuta, televisheni na simu za mkononi. Mheshimiwa mgeni rasmi, umejisikia wewe mwenyewe vijana wetu pale walivyoongea walivyofanya vizuri, na nawapongeza pia vijana, ongereni sana. Waziri ameona kazi nzuri inayofanyika kupitia mawasiliano. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii inatokana na ukweli kwamba TEHAMA inazidi kukua kila uchao kuvutia vijana wengi kutokana na fursa mbalimbali zinazopatikana zikiwepo za kielimu na kiuchumi. Kutokana na uwepo wa fursa hizo vijana wengi hupenda kutumia TEHAMA ili waweze kutimiza ndoto zao za kielimu, kiuchumi sambamba na kuleta mabadiliko chanya katika jamii kupitia TEHAMA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sasa dunia inaelekea katika uchumi wa kidijitali, hivyo kila mwenye nafasi ya kushiriki katika kujifunza masuala ya tehama ni muhimu kufanya hivyo kuendana na kasi ya mataifa yaliyotangulia katika teknolojia. Serikali ya awamu ya tatu ya sita chini ya rais wake Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan haiko nyuma katika kuhamasisha na kusaidia matumizi ya tehama kwenye sekta ya elimu na nyinginezo nchini. Mama Samia oye, apewe mingapi? Ushindi, uli, ushahidi ulio wazi sera ya elimu na mafunzo ya mwaka elfu mbili na kumi na nne teleo la ishirini ishiri na tatu linahimiza matumizi ya tehama teknolojia na mifumo mbalimbali ya kibunifu katika ufundishaji wa kujifunza kwa ngazi mbalimbali za elimu. Aidha, serikali ya Rais Samia inaendelea kuhakikisha inaziba pengo la kidijitali kwa kuwapatia walimu wa shule za sekondari mafunzo ya tehama kutoka maeneo mbalimbali nchini, hususani shule za vijijini, ili kuboresha elimu kupitia teknolojia. Ili kufanikisha jitihada hizo za serikali, nikiwa kama mbunge wa mkoa wa Iringa na mimi nimeweza kutafuta wadau ambao ni Lino International Education Outreach wanaotufadhili maabara hizi za kompyuta, ambapo kwa kwanza wameweza kufunga kompyuta 100 kwa shule tano katika, katika wilaya yetu ya Kilolo malengo yakiwa ya kufunga, kufunga mkoa mzima kulingana na jinsi zitakavyotumiwa. Kilolo oye! kompyuta safi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla shule hizi zimepatiwa jumla ya kompyuta mpakato mia moja seva tano, kwa mgawanyo wa laptop ishirini kwa kila shule, UPS moja, swichi moja ya njia ishirini na nne voltage regulator moja na vifaa vingine vya LAN kadhalika, seva moja. Aidha, maabara zote za kompyuta zina seva ambazo ndani yake zimewekewa vitabu vya kiada na ziada, past papers za masomo yote Tanzania kuanzia mwaka 1988 mpaka mwaka 2024, na hii ni kuanzia darasa la, la saba mpaka form 6 pia simulations kwa masomo ya sayansi, biolojia, fizikia, chemistry. Kwa maana hiyo wanafunzi wanaweza kufanya practical ndani ya kompyuta lab, baadaye kwenda kwenye actual labs, maana maabara halisi kufanya zaidi. Pia kuna preloaded notes kwa masomo yote, video tutorials kwa masomo hayo. Pia katika hatua nyingine, walimu na wanafunzi wanaweza kuweka server material nyongeza kwa kutumia flash lakini changamoto kubwa nyingi wameshaisema, wanafunzi wetu nyingi wameshasema mwalimu, lakini tunaomba, labda nami niwaombee walimu ambao wa katika hizi shule ambazo tayari tumeshafunga kompyuta, bado wanahitaji mafunzo kwa sababu wengi hawajapatiwa wa mafunzo, pamoja na kuwa tumeona kwenye mikoa mingine wamekwenda kwenye mafunzo Kibaha, wameenda sehemu nyingi, lakini tunaomba na sisi walimu wetu wa kutoka hapa Kilolo wapate mafunzo, ili waweze kusaidia hizi kompyuta zitumike, zitumike zaidi, maanake ndio tulivyoambia, zikitumika zaidi ndio watatuletea msaada huo kwa haraka zaidi smoye si si e